Anatuarifu Jeremy Omondi kwamba bawabu wa usiku katika soko la Tingolo eneo bunge la Butula kaunti ya Busia ameuawa na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia leo Alhamis katika mazingira tata, ng'ombe wawili wakiibwa kutoka kijiji cha Esibina na b mita chache kutoka soko hilo la Tingolo. Kisa hiki cha usiku wa manane kimewaacha wenyeji wa Tingolo na maswali mengi ya namna kilivyotekelezwa. Marehemu Justas Manyasi, bawabu sokoni hapa, akiuawa na mwili wake kuketishwa kitini, na kwa umbali utadhani yu singizini. Kwa mujibu wa Bartholomeo Kubi, bawabu mwenzake, licha ya kushika doria eneo hili, hakujua mwenzake ameaga dunia mpaka ilipofika saa 11 alfajiri. nilikuwa najua ati analala tu kama ame, anapumzika kila kila wakati tunakaanga hivyo, kama umechoka unakaa kwa kiti unapumzika, mwenzako na patrol. Sasa ilikuwa muda wa saa kumi na moja, saa kumi na moja na nusu kuna jamaa mwingine ni mgurua mwali fulani alikuja akasema ati ng'ombe zake zimeiviwa, na mimi nikasema soja mwenzangu akaapa, nikamuguza nikapata miku. Naibu chifu wa kata ndogo ya Tingolo, Simon Okelo Anasema usiku wa manane alipata taarifa ya kuwepo kundi la vijana barabarani na juhudi zake za kutafuta usaidizi wa maafisa wa polisi eneo hili hazikufua dafu. Nikapigiwa simu na, na good samaritan ambaye alikuwa anatoka Muruka ya kwamba tuna vijana wamejihami na wa, wako wanakaribia ketu Muruka sawa sawa, na mimi kweli, bila nipigia simu akaniambia wamemwataki kweli nikapata nafasi ya kupigia in charge hapa lakini sikumpata. Kwazimu, kifo hiki kimewagadhabisha wakazi wa Tingolo, wakitaja kudorora kwa usalama eneo hili, huku wakitupia lawama idara ya polisi kwa utepetevu. Unapata mutu uko vudwa ana uniform kwa chang'aa anakunywa na uniform ya serikali. ikifika saa tatu mtu ni mlezi anapiga kelela hapa, kama mtoto atafanya kasa kazi sangapi sisi tunawawa kwa sababu ya security kama polisi wameshindwa kutuongeza polisi kwa hii nyumba za kulala huku na walevi, tutoe polisi wote, sisi tujilinde wenyewe. Kufika saa mbili, saa tatu, saa mbili na nusu, vijana ni wengi kwa hii barabara, na mtu amebeba fimbo, mtu amebeba kuni yenye imepasuliwa, mtu amebeba panga, na ukisalimia watoto hawezi kukujibu. Sasa sisi hata tumeshangaa tutatembea namna gani tukitoka soko kutafutia watoto ukitoka soka tu ukisalimia mtoto wa mwenzako aweza akakujibu. Wakazi hawa vilevile wameelekeza lawama zao kwa viongozi waliochaguliwa eneo hili kwa kutowasaidia kuimarisha usalama hapa Tingolo, hasa kuhakikisha taa za sokoni hapa zinawaka viongozi ambao tumechagua hawafanyi chochote. hii taa iko hapa haifanyi chochote. hii vitu yote iko hapa, nothing in, inafanya kwa hii soko. kiti ya pili security ambayo iko barabara hii, hizi balbu hazifanyi kazi. tuambiwa kwamba pesa ya kutengeneza hii balbu zilienda wapi? Mwakilishi wa wadi ya Marachi Kaskazini Zakias Kubasu akikiri kuwepo utovu wa usalama eneo hili, ameahidi kushirikiana na viongozi wengine hapa kuimarisha usalama. Naita walituma fundi kutengeneza, wakapata kuna nyuki ndani, so ilikuwa waue hiyo nyuki. Security za Kenya Power zilikuwa zinawaka, lakini kwa wiki mbili tatu hivi zimekuwa na shida kidogo, na hiyo ni kitu yenye tunajua na tumeambia Kenya Power. Sasa kitu yenye mimi kama kiongozi nitafanya ni kufuatilia kwamba tumefanya nini, tumetengeza hizo security. Visa vingi vya utovu wa usalama hapa Butula vinaaminika kutekelezwa na magenge ya vijana hasa wanafunzi wanaotembea usiku huku wakijihami na silaha mbalimbali mbali. Nikiwa sokoni Tingolo, eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia, naitwa Jeremy Omondi.